difficult and noble professions katika nazofanya na hili ambalo SORDERMED nimefanya, believe me, ni katika mambo makubwa sana mliofanya na mimi, kwa sababu hii fani naijua, nimekuwa naifuatilia kwa muda. Ninafarajika sana na, na, nataka uone kwamba hii kitu ambayo wewe umeona ni msaada mdogo, ni msaada mkubwa sana sana hapa ulipoileka hiyo changamoto ya yasitisani ya confidence ya kuongoza hautuwaheshimishi wananchi waliolazwa St. Francis, ikiwa mimi ni ogani ya serikali alafu ninatoa wagonjwa wa ndani ya hospitali inayoongoza na kuwapeleka kwenye maeneo mengine. Sasa mimi ninaomba ndeke kwako, ninaomba msaada wa kitu hicho, kifaa hicho ambacho ni muhimu sana kwa usawi wa hospitali. Lengo kuu na mradi huu ni kupunguza vifo vya watoto wachanga kwa kuboresha huduma za kujifungua na huduma kwa watoto wachanga, hususan watoto wanaohitaji uangalizi maalum, wakiwemo waliozaliwa na uzito pungufu, waliozaliwa kabla ya umri wa mimba kutimia, pamoja wa na watoto wachanga ambao ni wagonjwa sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kufikia malengo hilo, mradi huu unatekeleza hatua zifuatazo: utoaji wa vifaa tiba kwa ajili ya huduma za wazazi, za wazazi na watoto wachanga. Afua ya pili ni ujenzi na ukarabati wa wodi za wazazi na watoto wachanga. Afua ya tatu ni kujengea uwezo watoa huduma za afya kupitia mafunzo ya kitaalamu. Afua ya nne ni utoaji elimu kwa jamii kupitia redio, vilabu vya maandalizi ya kujifungua, kwa maana ya birth preparedness class kuhusu huduma za kujifungua na za watoto wachanga.